Ni mwendelezo wa wagombea wa vyama mbalimbali vya, mbali vya siasa kunadi sera zao kwa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu, na hapa mgombea urais wa CCK amefika jijini Tanga na kutoa ahadi kwa wananchi. Hapa Tanga kulikuwa na viwanda ambo ni plastic, kiwanda cha chuma, viwanda mbalimbali vilikuwepo mahali hapa. Barabara barabara bara jamani, barabara bara tanga Nimeshikwa na mafua mimi na kwa nimenua jana e, dawa ya mafua na kikohozi. Nilipoingia tu hapa vikohozi vikohozi hivi, mnaisiji watu wa Tanga. Naahidi kwamba mtakaponite mchagua tarehe ishirini na tisa barabara zote hizi za mitaa za tanga zitageuzwa, itakuwa kama pale Rondoni, wanaita Rondoni. Jambo lingine lilozungumzwa na mgombea urais wa CCK ni kukomesha mikopo ya kausha damu. Na wengine mnajikaza, mko hapa, mnasubiriwa nao kausha damu. Sebuleni wanakusubiri watu, hawatenda nyumbani kwao, watenda kwingine mitaani kujificha, maka anasubiriwa kunyang'anywa vitu vya sebule vyote. Tunasema serikali ya CCK kausha damu kwishne, hatutaki kuiona tena tutajenga mabenki makubwa nchi nzima, mikoa yote, mpaka kwenye kata kwa ajili ya kuwakopesha wananchi wa Tanzania bure. CCK pia imeahidi kuwalipia vijana mahali pindi wanapotaka kuoa pamoja na mahala pa kuishi. Mariam Shedafa, Azam News.